Na huku siku za wajane ikiadhimishwa e, kote ulimwenguni, hapo jana imebaidika kuwa wajane humu nchini hukabiliwa na changamoto chungu zima. Wakiongea mjini Kilifi, baadhi ya wajane wamedokeza kuwa kunyimwa haki ya kurithi mali za waume wao waliofariki ni mojawapo tu ya donda sugu, kukufurushwa kutoka kwa makazi yao na familia za waume ikiwa dhuluma kubwa zaidi wanayokabiliwa nayo kwa sasa. Serikali ya kaunti ya Kilifi imeweka mikakati ya kuwasaidia wajane kaunti hiyo kupitia ofisi ya mwanasheria wa kaunti hiyo, katika kuelewa haki zao na jinsi watakavyopata huduma kupitia ofisi hiyo ya wanasheria. Yaani, wajane wengi hawajui haki zao. Mumewe anapoondoka na anaachwa na wale watoto, unaona familia nyingi huwa wanawatenga. Wengine kama hata ameachwa na mali, anapokonywa. Wengine huenda na kupokonywa hata ma certificate za watoto kila kitu anapokonywa na anafukuzwa, anakuwa yeye si part of ile family ambayo umeachwa hii. Hey, department account attorney inaweza kumtayarisha ile mama apate zile sheria ambazo zaweza kumwangazia apate ile haki miliki ya ambazo aliachwa na mpenzi wake. Mama ameolewa katika nyumba furaha nyingi, amezaa watoto, ameishi katika ndoa ile hata zaidi ya miaka ishirini lakini leo hii akiondokewa na ubavu wake, anaondolewa kiumbo kingurue ili na hao wanafamilia wanaofukuza wajane, ni haki yako, umeishi na bwanako pale, mmeishi nyote ni kwako.